Viatu na nguo na viwanda vya kemikali. Kwa pale patakuwa na viwanda vingi. Sasa nini faida ya kongani hii? Kongani inatarajiwa kutoa ajira za moja kwa moja kama alivyosema itakapokamilika zaidi ya laki moja. Na ajira zisizokuwa za moja kwa moja. Maana huyu mtu anayekuja kuajiriwa pale na yeye anakwenda na ajiri. Ama watu walioko hapa wameajiri watu wengine wanaoletea mahitaji mbalimbali. Wako wanaoletea vyakula, wako wanaosafirishwa na mahitaji mengine mbalimbali. Ajira zisizokuwa za moja kwa moja zitakuwa laki tano, na kama nilivyosema, hii tuko kwenye awamu ya kwanza, lakini jumla ya awamu zote zitakuwa tano. Aidha, ujenzi wa awamu ya kwanza ulioanza mwezi Mei mwaka elfu mbili na ishirini na mbili upo katika hatua za mwisho, na mpaka sasa kuna viwanda vitatu ambavyo tayari vinazalisha na vingine vitatu viko katika hatua za mwisho za kufunga mitambo, huku viwanda vingine vinne vi vikitarajiwa kuanza ufungaji wa mitambo ifikapo mwishoni mwa mwezi April eneo hili litakuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa zenye thamani ya dola za marekani bilioni sita niliodokeza mwanzoni sawa na shilingi trilioni kumi na sita kwa mwaka serikali kama nilivyosema itakuwa ikikusanya kutoka kwenye kongani hii moja kiasi cha kodi cha shilingi zaidi ya trilioni moja nukta mbili kwa hiyo kwenye kongani moja tu tunaweza kupata fedha zote hizo kama sasa hivi nchi nzima makusanyo yetu ni shilingi trilioni uh, tatu nukta sita kwa mwezi. Kwa hiyo mnaweza mkaona uh, nukta, nukta mbili kwa mwezi, mnaweza mkaona kiwanda hiki peke yake kwa mwaka kama kinatuletea trilioni moja nukta mbili au zaidi, kitakuwa kina mchango kiasi gani kwenye makusanyo yetu ya kodi? Sasa mradi huu, tangu kuanza utekelezaji wake, shughuli mbalimbali zimefanyika zikiwemo za ujenzi wa miundombinu ya awamu ya kwanza ndani ya eneo la mradi ambazo zimefikia asilimia 80. Haya mliyoyaona mengi, bado yanaendelea. Tumefanya kazi nyingi kwanza uh, mtandao wa barabara za zege, sisi kama serikali kwa upande wetu, kwa sababu ilikuwa lazima tuwawezeshe tuwaweke wawekezaji. Kama mnavyojua, serikali kwa upande huu wa uwekezaji kazi kubwa inayofanya ni kutengeneza mazingira bora ya uwekezaji. Sasa mazingira bora ya uwekezaji yanahusisha vitu vingi: kujenga barabara, kuwapatia wawekezaji umeme, kuwapatia vivutio kama vya kikodi na visimo vya kikodi, na kuwatengenezea mazingira mazuri yenye amani na utulivu kwa nchi yetu ambayo wanaweza wakafanya biashara zao kwa amani na utulivu. Sasa kwenye eneo hili tumeleta barabara ya zege ambayo inaweza kubeba malori ya mizigo, ya uzito wote yanakuja hapa. Jengo hili uh, tumeweza kuliwekea kituo cha kupambana na moto. Tumejenga eneo la utawala ambalo linaweka mashirika mbalimbali, ofisi mbalimbali za serikali kwa ajili ya kuhudumia. Tumeweka mfumo wa maji ya mvua, tumeweka mtandao wa umeme, tumeweka mtandao wa maji safi tumetengeneza hifadhi ya viwanda uh, ya kilomita za mraba elfu ishirini na sita. Tumetengeneza lango kuu na tumetengeneza maeneo ya malazi ya wafanyakazi. Kwa hiyo haya yote tunayafanya kwa sababu tusingependa mwekezaji akiwa hapa aweze uh, kukata tamaa na kuamua kurudi nyuma katika uwekezaji wake. Sasa kama nilivyosema, um, ili kuwezesha uzalishaji kwenye eneo hili serikali pia imefanya uunganishaji wa awali wa maji kupitia mamlaka zinazohusika. Sasa hivi hapa eh, maji wanapata ya kutosha. Na waandishi wa habari wote mmepita kwenye barabara hii, barabara ya Zege tuliyopita hapa, ina kama kilomita 15 na kitu hivi. Ni barabara ni teknolojia mpya, barabara ya Zege. Barabara kama hii unaweza kwenda kuikuta kule Njombe. Mkienda Njombe kule eneo la Rusitu Mawengi, tumejenga kama kilomita hamsini. Tumekuja kuileta na hapa pwani watu waone Uh, jinsi nchi uh, yetu inavyotafuta teknolojia mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwa suluhisho kwenye maeneo mbalimbali lakini hapa tumewaletea pia umeme. Umeme tuliowaletea hapa ni megawati 50 ambazo zinaweza kuendesha shughuli za viwanda kwenye eneo hili. Lakini mpango wetu ni kuendelea kuleta zaidi. Tupo katika mpango wa utekelezaji wa mradi mwingine tutakaoongeza umeme mpaka megawati 100. Mradi huu kwa sasa hivi una waendeshaji uh, 10 uh, kuanzisha wanaotaka kuanzisha shughuli mbalimbali mbali za kongani Ambapo watatu tayari wameshaanza shughuli zao na wengine wanajiandaa kuja kuanza shughuli zao wakati wote kuanzia sasa. Sasa, uh, katika bandari eh, kavu ya Kwala, serikali kupitia mamlaka ya bandari Tanzania uh, TPA imeamua kujenga bandari hii uh, katika eneo la Vigwaza hapa Kibaha uh, ni umbali kama wa kilomita 15.5 kama alivyosema kutoka barabara kuu na kilomita 90 kutoka bandari ya Dar es Salaam. Katika utekelezaji wa mradi huu awamu ya kwanza Uh, tumetengeneza eneo hili ambapo tupo na tutaendelea kufanya katika maeneo mengine mpaka tufikie hekta zote ambazo tumeziandaa kwenye eneo hili. Lengo ni kwamba tuwe na eneo ambalo linavutia na ambalo wawekezaji wakija hawatapata changamoto ya kuchukua mizigo yao ama kuhifadhi mizigo yao. Na wote mmeona hapa ma ma ma makontena yaliyoko hapa hayachafuki, yako salama. Mtu yeyote ambaye ameleta kontena lake liko hapa anakuja anachukua likiwa safi na lirafika huko linakotakiwa kufika Uh, likiwa salama kabisa. Sasa nilikuwa nimewaeleza mara ya kwanza kwamba tumejenga bandari hii kwa ajili ya kukabiliana na msongamano uh, katika bandari ya Dar es Salaam. Sasa pale kwenye bandari ya Dar es Salaam uh, kulikuwa na ICDs, hizi bandari kavu, ndogo ndogo kama kumi na moja. Zile bandari tulizokuwa nazo pale Dar es Salaam zimeshindwa kuhimili mizigo, makontena mengi ambayo yanaletwa kwenye eneo lile na mizigo mingine mbalimbali uwezo wake zilikuwa ni kuhifadhi makontena elfu ishirini na nne uh, na mia tatu kwa wakati mmoja. Sasa kati ya hizo pia kulikuwa na bandari kavu za magari kama tisa zenye uwezo wa kuhifadhi magari kama elfu kumi na tisa na mia moja. Sasa sababu za kuleta hapa ni kwamba tume tumejenga eneo hili la, la Kwala, ambalo liko karibu na miundombinu ya barabara kuu, iyo barabara ya Dar es Salaam Morogoro, lakini jirani kabisa na reli yetu ambayo iko hapa jirani, kwa sababu tunaweza kuleta mizigo hapa kupitia kwenye reli na kupitia kwenye barabara, na inamrahisishia sasa mtu yeyote ambaye mzigo wake umekuja hapa kuamua kuutoa hapa ama kwa kutumia reli ama kwa kutumia barabara. Lengo letu ni kwamba pamoja na kwamba bandari ya Dar es Salaam imesongamana, tukifika hapa basi pia tunaweza tukawasaidia, ili eneo la Kwara peke yake linaweza kuhudumia makontena laki tatu kwa mwaka. Bandari yetu ya Dar es Salaam ni kama mara tatu yake lakini tayari tulishaanza kuona baada ya kuchukua hatua mbalimbali za kuiboresha bandari. Uh, ilishaanza kuzidiwa na tunadhani tukipatumia tuki hapa na bandari zetu zingine tunazozijenga, uh, Dodoma uh, tunajenga Tabora uh, Isaka Mwanza na kule mpakani kwenye nchi jirani zetu za, za Burundi na Rwanda na Kongo pia tutaweka bandari kavu. Kwa hiyo hizi bandari kavu zitakapokuepo, hii changamoto ya msongamano wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam itakuwa imekwisha, na leo tumeona tuwaoneshe hapa katika bandari ya, da, ya, ya Kwala muone moja kati ya hatua ambazo serikali imezichukua. Mradi huo bandari ya, ya Kwala umefanyika kwa gharama ya shilingi bilioni themanini na tatu e, kwa kazi zilizofanyika hapa ambazo kama nilivyosema ni kusafisha eneo, lakini pia kujenga yadi kubwa hili eneo tulipo, lakini pia kuunganisha mchepuko wa reli hapa tulipo kuna reli ya MGR kilomita moja nukta tatu. Wenzetu wa TPA wameshirikiana na TRC kuhakikisha makontena haya tusianze tena kuyatutusa kwa magari tukaaribu barabara, tunaweza kuyaleta kwa njia ya reli koo. Tumejenga hiyo njia kwa, kwa shilingi milioni mia sita sabini na saba na imekamilika kwa asilimia mia moja tayari inatoa, inatoa huduma. Ndugu zangu waandishi wa habari, wa bandari hii uwezo wake ni makontena laki tatu kwa mwaka, lakini kwa siku tunaweza kuhudumia makontena mia nane ishirini na tatu na makontena haya laki tatu ni asilimia 30 ya makontena yote yanayoshushwa katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tutakuwa tumepunguza pressure kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam kwa asilimia kwa asilimia thelathini. Naomba kuwapongeza kwanza wadau wote ambao tumeshirikiana kwenye mchakato huu. Najua haya makontena sio ya. Kwa hiyo serikali ni wafanyabiashara. serikali inapoamua kufanya hatua kama hii, tunahitaji pia kuungwa mkono na wadau ambao pia wana uamuzi wa kuamua makontena yao ya kiaje kwala ama ya shukie Dar es Salaam, lakini hili jambo limepokelewa vizuri, mwitikio ni mkubwa, na tunawaza pengine inawezekana pressure ikawa kubwa zaidi, kwa sababu baada ya kuweka huduma kama hizi, hata mizigo ambayo ilikuwa inapita kwenye bandari zetu za jirani nao sasa wataanza kuvutiwa kuja kupitisha mizigo yao Dar es Salaam, na inawezekana mahitaji ya kutumika kwa bandari ya Dar es Salaam yakaongezeka yakaongezeka maradufu. Ndugu zangu waandishi wa habari, hayo ni kwa kifupi, mingine nitasikiliza maswali yenu.